Hali ya wasiwasi imeendelea kushuhudiwa nchini Tanzania baada ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba, huku chama kikuu cha upinzani Chadema kikishtumu serikali kwa kuficha miili ya mamia ya watu waliouawa kati na baada ya uchaguzi. Mashuhuda wanasema baadhi ya miili ya watu waliouawa imefichwa ili kuficha idadi kamili, huku ripoti za vifo zikiripotiwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo katika mkoa wa Mbeya. Maandamano yalifanyika katika miji mikubwa ikiwemo Dar es Salaam na hii leo mchana

Serikali ya Tanzania ilitangaza kuondoa amri ya kutotoka nje usiku, wakati huu raia wa Tanzania wakianza kurejelea shughuli zao za kawaida baada ya serikali kuondoa vikwazo vya usafiri na huduma za interneti kurejeshwa. Kumbuka kuwa hatua hizi zilichukuliwa kufuatia maandamano kulipuka wakati wa shughuli ya kupiga kura katika maeneo kadhaa. Shirika la Human Rights Watch limekosoa vikali ukandamizaji huo na kuitaka serikali kuhakikisha uwajibikaji wa maafisa wa usalama na kuacha kutumia ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Vilevile, hali hiyo imeibua shinikizo la kimataifa huku baadhi ya nchi zikiwemo Uingereza, Norway na Kanada zikiripoti idadi kubwa ya vifo na kanisa Katoliki likieleza kuwa mamia ya watu wamepoteza maisha, ingawa hakuna idadi rasmi iliyothibitishwa.